Ila mgumbe alipata kitabu hiki mapema toka Jumatatu na kwa hiyo tumekisoma na tumekielewa, tukapata nafasi nzuri katika majadiliano. wa Yesu Kristo. Hali ya jimbo letu, napenda kutoa taarifa fupi kuhusu jimbo letu na wanajimbo kama

Takwimu hizi kwa kipindi cha mwaka 2024 ongezeko la washirika na uhitaji wa huduma kusababisha uzaliwa jimbo letu kwa makini na nipopo kaushadama inayoweza kusababisha maanga mahangaiko makubwa katika maisha. Uwepo wa fursa nyingi za kukopa hasa mitunaoni umesababisha baadhi ya washirika kuwa na madeni makubwa, hivyo kuleta madhara makubwa kijamii. na toa rai kwa wanajimbo wote, tuweke malengo ya maendeleo busara na kulipa kwa wakati ili kuepuka mahangaiko yasiyokuwa ya lazima. Changamoto za jumla za jimbo na mak. Ndugu zangu wapendwa, ziko changamoto nyingi zinazolikumba jimbo letu. Hapa nitaje chache vitu

hii imesababisha uwajiw vifo vinavyosababishwa na athari za ulevi, kupungua kwa nguvu kazi katika jamii, pamoja na matukio kikatili yanayohusishwa na matumizi ya vileo na madawa ya kulevya. Jimbo limeendelea kutoa imisu la elimu kwa vijana kutafuta njia ya kuwasaidia na uwezeshaji

Kila mzee wa ushirika anapata nakala ya katiba iliyo kuisoma na kuelewa na kuitumia ili sharika zetu ziweze kukuongeza.

shariki zake tumeendelea kujenga mahusiano na a marafiki mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kujengeana na uzoefu na kuwezeshana katika huduma na maendeleo ya kanisa kama inavyoonekana kakasima o i7 pakatafikichakotana. Aidha, tunapenda kuujulisha mkutano mkuu kwamba tumeanzisha mahusiano mapya ya jimbo na Serengeti.